Endeleeni kutekeleza majukumu yenu na mnapotekeleza, endeleeni kuzingatia sheria ya bunge namba 13 ya mwaka 1975 ambayo imeanzisha hii mamlaka ya elimu, mamlaka ya y eh, Taasisi ya Elimu Tanzania pamoja na maboresho ya sheria hii yaliyofanyika katika vipindi mbalimbali. Kwa mshazingatia hayo, mtakuwa mnaenda kwa kadiri ya malengo tuliyoyaweka kwa wizara yenyewe. Imarisheni ushirikiano na taasisi nyingine za ndani na nje ili taasisi yetu ya elimu ipate uzoefu zaidi kuandaa mitaala, kuandaa vifaa vya mtaala na kutoa mafunzo endelevu kwa walimu kazini. Hii ina maana ya kuwepo kwa ziara za ndani na nje ya nchi kwenda kupata uzoefu. Msijifungie hapa tu, twende mkaone wenzetu wanafanya nini, ili muendelee kufanya maboresho zaidi kwenye taasisi yetu. Kwa wizara tena, endeleeni kuimarisha upatikanaji kwa wakati wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia, na vifaa hivi viende moja kwa moja kwenye shule zetu. Na mnapofanya hivyo, zingatieni kwamba tuna taasisi binafsi na hizi za serikali. Kwa hiyo taasisi zote ziweze kupata maelekezo ya ma, aina gani ya vifaa vinahitajika, vitumike kwa wakati gani, kwa lengo la kuwafanya watoto wa kitanzania waweze kwenda pamoja. Lakini pia wizara, endeleeni kuimarisha matumizi ya tehama na taasisi pia yenyewe imarisheni matumizi ya tehama na teknolojia nyingine katika kuandaa vifaa vyenu. Haya ni, ma, ni, ni, ni, ni ni maandalizi ambayo anatakiwa yafanywa na wizara pamoja na taasisi, ili tuwe tunaenda kwa malengo yaliyokamilika. Kwa wizara tena, weka kipaumbele maalum kwa kuiendeleza taasisi yetu hii, kwa sababu tayari imeonyesha ina, ina mwelekeo mzuri tuangalie eneo la rasilimali watu kama wanatosha kwenye vitengo vyote muhimu, ili waendelee kazi yao kukuza mitaala na kuombea kibali kama kuna upungufu wa watumishi. Lengo hapa nataka tujaze wabunifu hapa, wabuni vitu vingi kwenye sekta ya elimu ili elimu tuweze kuboresha zaidi. Taasisi imeona umuhimu wa kuunga mkono juhudi hizi za Mheshimiwa Rais kwa kuwashirikisha wadau katika kusaidia jitihada za serikali kufikia lengo la kila mtoto kupata kitabu kimoja. Hivyo basi, kauli mbiu ya maadhimisho yetu ya miaka hamsini ni kitabu kimoja, mwanafunzi mmoja. Kitabu kimoja, mpe kitabu Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli hii imelenga kuboresha uwiano wa vitabu kwa wanafunzi kutoka kitabu kimoja kwa wanafunzi watatu kuwa kitabu kimoja mwanafunzi mmoja kwa yale masomo ambayo uwiano huo bado haujafikiwa. Hadi kufikia tarehe 16 Juni 2025 yaani jana, TETI imefanikiwa kukusanya fedha taslimu kiasi cha shilingi bilioni 2 milioni mia sita ishirini na sita laki tisa na nane mia moja themanini na tatu. Aidha, ahadi zilizopokelewa toka kwa wadau mbalimbali mpaka mbali siku ya jana ni jumla ya shilingi bilioni nne milioni mia tatu thelathini na tano. Lengo ni kukusanya kiasi cha shilingi bilioni thelathini na tano. Tunaamini kabisa kuwa jitihada zetu za kutafuta rasilimali fedha, tukichanganya na bajeti tunayopata toka serikali yetu pendwa, basi lengo letu la kitabu kimoja mtoto mmoja na kompyuta moja mwanafunzi mmoja kwa wanafunzi wa kidato cha tano litafikiwa.